Simba, Simba, Simba, bwana hongereni kwa mazoezi. Uh, tumeshuhudia yote toka mwanzoni na watu wote hapa, unaona nyuso zao, kila mtu ana furaha. Na here we are again brothers, you know the drill. Technically, sisi hatuna cha kuwaelezea. Sisi tunachofanya ni kucheza mchezo nje uwanja na tukifika hapa ni jukumu lenu kuibeba nchi. Kwa hiyo mimi nimekuja na salamu za Mheshimiwa Rais. Niko hapa kwa ajili ya kuiwakilisha serikali na kuonyesha jinsi ambavyo tuko pamoja kama ambavyo tumekuwa pamoja huku nyuma. Naamini mnajua ukubwa wa jukumu lililo nalo, and I believe mnajua cha kufanya. Sisi hatuna cha kuwaelezea. I do believe kwamba uh, tutapata matokeo kesho kama ambavyo tutapata matokeo kwenye mechi ya pili. Uh, all I'm asking from you ni kuweka Simba kwenye mioyo yenu, kuweka Tanzania kwenye mioyo yenu na mtuwakilishe vilivyo. Tulikuwa na ugeni wa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu uh, hapa Moroko na amenipa salamu kwamba alitaka kuja kuwasalimia, lakini ratiba ratiba ilibana, alitaka kuja kabisa Berkane kuwasalimia na kujumuika na nyinyi kwa namna moja ama nyingine, lakini ratiba imekuwa ngumu, lakini anawasalimia sana na anawatakia kila laheri kwenye mchezo wa kesho. Kwa hivyo mambo mengi yanaendelea, naomba mzibe masikio. Jukumu lenu ni dakika tisini. Haya mengine, kuna watu wengine ambao tutakuwa tunayafanya. Nawatakia kila laheri, muwe na mchezo mwema na mpate ushindi. Mwibebe Tanzania, mwibebe Simba Sports Club. Simba Mmoja. Simba Mmoja. Kila la heri brother. Asanteni sana. senisa